za ushirika ni 58. Leo napenda tuongee na watumishi, wachungaji, viongozi tuliopo madarakani katika kazi ya Injili. Yangu, ya Injili, mazungumzo yangu yamejengwa katika maonyo yaliyotolewa kwa ajili yetu ambayo tunatumia zaka kama sehemu ya, ya chakula chetu ili tuweze kuhudumu. Mimi ni missionary credential, kwa hiyo ni mtumiaji wa zaka kutoka katika kanisa kwa ajili ya kazi ya utume. Kwa hiyo wale wenzangu tunaotumia zaka eh, maonyo haya ni kwa ajili yetu. Maonyo haya yameanzia katika uh, Biblia takatifu, Biblia yako takatifu katika uh, kitabu cha Isaya, katika Isaya sura ya tisa mstari wa kumi na sita kuna maneno haya: kwa maana waongozao watu hawa ndio wawakoseshao na hao walioongozwa na watu hao wameangamia. Hili ni onyo la kwanza ambalo limejenga ndio msingi wa maonyo ninayoyatoa hasa na watohoa kutoka katika roho ya unabii. Kumbe viongozi wachungaji, tuna hatari ya kuongoza vibaya watu halafu wakaangamia. Mimi kama mshiriki sitaki niangamie kijinga, hapana. Na kwa viongozi wenzangu nataka kuwaambia hivi Tuna maonyo yametolewa hapa, maonyo ya wachungaji, kwa wachungaji viongozi, yani administrator, na, na, na, na gospel workers eh, watendakazi wa Injili. Kwa ajili hiyo basi, naanza moja kwa moja na nukuu ya Roho ya Unabii ambayo inatoa onyo kwa wachungaji, wachungaji wenzangu hao wasikie, wakisikia washiriki wajue kwamba kumbe wachungaji wana maonyo kadhaa. Kwa njia hii nitawaomba wale wachungaji viongozi, ni nao marafiki zangu, tuko katika shamba la Bwana, na kuanza na kijana wangu mpendwa Maotola, upo umchungaji yuko kijana wangu anaitwa Singo, namkumbuka sana toka akija pale Suji tukiwa na Pastor Godson kama presidenti, yeye yeah, anasoma ba bado pale Hedaru, namkumbuka Singo e, wako wamejaa tu wachungaji, wako president wangu Mheshimiwa wa Nzumbi, wapo wapo akina president wangu wa unioni mchungaji na mkwe wangu nimemwolea dada yake Malekana, si Lekundayo, Mchungaji Dkt. Lekundayo. Yani hao ni baadhi ya wa wachungaji. Haya maonyo hayalengi mtu mmoja, wala maelezo yangu haya, sina lengo la mchungaji au kiongozi fulani mm -mm. nayatoa na kuyaleta jinsi yalivyo ili wale wanaochunga wajue kazi yao ni kuchunga neno la Mungu kanisani, hiyo waingize akilini. Wachungaji kazi yao ni kuchunga maneno ya mbinguni ndani ya kanisa, yaonekane hayatiwi doa, hayaharibiwi, hayachafuliwi. Ndio kazi ya wachungaji, wanachunga neno takatifu kutoka kwa Bwana, maanake wao wametengwa kwa kazi takatifu. All right here we go kama una masikio kusikia, sikia. <clears throat> Kwa hiyo wachungaji na wahudumu wa Injili wana wito mtakatifu ambao tahadhari za wito ni takatifu kama mwenye kazi alivyo mtakatifu. Hilo tutie kichwani. Mchungaji si mtu wa hovyo hovyo, -mm, -mm ana wito mtakatifu, lazima tulikubali. Kama ulikubali basi, wewe uspishe ingine lakini kwa ajili yao tahadhari au maonyo au makaripio ni pamoja na haya yaliyotoholewa kutoka katika Councils on Diet and Food ukurasa wa 453 ibara ya 4. Nasoma, nikisoma Kiingereza mpaka nitafsiri, muda utakwenda. Kwa hiyo naomba ni nitafsiri, nijitahidi kutafsiri. Kwa nini baadhi ya ndugu zetu wachungaji hawaonyeshi kujali na kuishi